Ian Baraka mwenye umri wa miaka saba kutoka Igembe Kaskazini, kaunti ya Meru, ambaye uso wake uliharibika baada ya kupigwa risasi mwaka 2023 ameruhusiwa kwenda nyumbani kutoka hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. Haya yanajiri baada ya upasuaji mgumu urekebishaji uso wake uliofanikiwa. Akizungumza baada ya mwanawe kuruhusiwa kwenda nyumbani, mamake Besi Kinya aliwashukuru madaktari kwa kurekebisha tabasamu ya mtoto wake. Mwanahabari wetu Joseph Wakhungu anatusimulia safari ya Ian hadi leo. Wakati Ian Baraka alipopelekwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta mwezi mmoja uliopita, mamake alikuwa karibu kukata tamaa. Hata hivyo, takribani mwezi mmoja baada ya kulazwa, mvulana huyo wa miaka saba aliondoka hospitalini akiwa na furaha isiyo kifani. <coughs> Alikuwa akitabasamu, akiimba na akifurahia kurudi nyumbani baada ya upasuaji wa kurekebisha uso wake. Bessy Kinya, mama ambaye nusura akate tamaa hapo awali, alielezea furaha ya jinsi huu ulivyokuwa mwisho wa safari ndefu na yenye maumivu iliyomruhusu Ian kupata nguvu tena na kufanya shughuli za kimsingi kama vile kula, hata kama hata rundi gosi yake, lakini afadhali sahii. Haki niko na furaha sana, sijui nianzie wapi, lakini nikushukuru sana kwa madaktari wangu juu wamenisikilia. Tunakulanga kila kitu, tunakula nyama, tunakula ambaye kitu yote tunataka hadi kuku tunakulanga. <laughs> Haya yote yamewezekana kutokana na ujuzi, kujitolea na uvumbuzi wa kundi la madaktari wa taaluma mbalimbali katika hospitali hiyo. Kwa mujibu wa madaktari, Ian alipelekwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kutoka hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Meru baada ya kujeruhiwa vibaya usoni kwa risasi na kupoteza pua, mdomo wa juu na sehemu ya taya ya juu. Jeraha hilo lilimfanya shindwe kula au kuzungumza. Kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya picha za 3D, madaktari wa upasuaji waliunda vipandikizi maalum vilivyotengenezwa kwa ajili ya Ian.

Aidha, madaktari hao waliunda kifaa maalum cha puani kinachoweza kutolewa ambacho kinaleta umbo la pua na midomo ya Ian na kinasaidia ukuaji wa tishu zake laini. Wakati huo wa huo, hospitali hiyo inatoa wito wa usaidizi wa zaidi ya wagonjwa 40 wengine, wengi wao wakiwa watoto waliopoteza sehemu za nyuso zao Kutokana na ajali, risasi, au saratani. Those 40 plus whom we have and waiting to go through a similar surgery needs your support. Once these are made in Belgium or wherever they'll be made, then it come with that cost. But, uh, here from what I was given, which I was trying to raise about 3.7 million Kenyan shillings. Joseph Wakhungu, Darubini Wikendi.